Na mtazamaji, tunaendelea mbele ambapo wazazi wa shule ya msingi ya Serewet iliyo eneo bunge la Emurua Dikirr wamelala wa wamelalamikia hali mbovu ya barabara inayoelekea shuleni kwao wakiibua hofu ya kucheleweshwa ujenzi wa madarasa. Wazazi hao wanasema kuwa barabara hiyo ya mita 320 inatatiza shughuli na inawasababishia wanafunzi dhiki, kwani wanasomea katika mazingira duni. Mradi huo umelengwa kumalizika tarehe 18 mwezi wa sita mwaka huu ili kuwapa fursa wanafunzi kusomea katika mazingira salama. Kuna ujenzi ambao unaendelea hapa, Safaricom wametusaidia na milioni 57 ya kuendeleza ujenzi huu. Lakini changamoto ambao tunapitia hapa ni barabara. Tunaomba serikali ya kaunti kupitia kwa usara ya barabara, tafadhali utujenge barabara ili ujenzi huu umalizike kwa haraka. Ile njia ni mbaya. Kwa na, na, naomba tusaidie. Watoto hata kukucha hata kuhoku, kukucha hiyo njia ya barabara ya Serewet nakuwa mbaya, naomba serikali tusaidie sisi. Naomba wasaidizi wote yeyote, ama serikali aweze kuingilia kati asaidie shule yetu kwa sababu hii mradi ikisimama, uh, iki, uh, iki watoto wataumia.